Plans za Rwanda pamoja na maeneo mengine ni vizuri sana kuendelea kuyafikiria kuona ni kwa namna gani tunaweza tukafanya. Kwa hiyo miaka mingine thelathini au miaka mingine sabini kuona ni kwa namna gani Mungu anaweza akatusaidia. Allow me to bring eight reasons or eight outcomes ambazo tunaweza tukaziona kwa neema ya Mungu. And therefore from AIC Ziwani tunaona haya ambayo Mungu ameyatumia kuyafanyia kazi katika mji wetu wa Nairobi, katika nchi yetu ya la Kenya, lakini pia vilevile katika jiji letu la Nairobi. The first one is kumjua Mungu. Neema ya Mungu inatusaidia sisi kumjua Mungu. La pili, neema ya Mungu inatusaidia sisi kumrudia Mungu. Those years Africa Evangelical, tumpende Mungu wetu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa nguvu zote na kwa akili zote. Kitu ya saba ambayo Mungu ametupatia vile vile kwa neema yake ni kumcha Mungu. Iwapo kwa neema ya Mungu ametuokoa sisi na ametuita sisi kuwa watoto wake, tunatazamia sasa Mungu atatujalia tuone ni kwa namna gani tunaweza tukamcha yeye katika maisha yetu. Na lastly ile ya nane ni kumtangaza Mungu katika maisha yetu. Iwapo tumeokolewa, AIC Ziwani mmeokolewa na mmekuwepo hapa, kwa hiyo miaka yote sabini, sasa mnaangalia vile ambavyo neema hii ya Mungu inaweza ikawasaidieni ninyi na kuwaongozeni ninyi kuendelea kumtangaza huyu Mungu katika community around you, au katika jiji letu la Nairobi, au from here to the entire continent, hata nje ya Afrika. Ni namna gani tunaweza tukaendelea kumtangaza Mungu. Ni furahi ya kwamba ninyi mmefikiria zaidi kumchagua eh, Mairori kuwa askofu wa diaspora. Hiyo ni kuangalia mbali sana, is how we can reach the entire world. Namna gani tunaweza tukawafikia watu wengine, hata wale ambao walikuwa Kenya na wameenda nje ya nchi, lakini bado tunawafikia, na kwa njia hiyo tunaweza tukaufikia ulimwengu mwingine wowote ule. Nilisoma kitabu cha John, the Gospel of John, ambacho Dr. Ngewa pia vile vile alikiandika, na nilifurahia sana katika definition ambayo pia vile vile Dr. Ngewa ameiandika ni kuona wanaweza wakafanya haya na Mungu wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utaendelea kufanya hivyo, ili kusudi neema yako iweze kuendelea kuonekana kwa watu wako hawa, unapoendelea ukibariki. Na usimame pamoja na sisi, endelea kusimama pamoja na nchi ya Kenya, watie moyo, ili kusudi neno la Mungu likaweze kuendelea zaidi na zaidi. Ni kutoka Kenya sisi AIC Tanzania tuliweza kupata Injili, na kwa sababu hiyo tunakushukuru sana na kukuomba ya kwamba utaendelea. It is between them and God, na tumepewa wajibu wa kuwaombea. Ah, we raise our hands, this is what katika hawa wote kuna wazuri kuna wabaya, kuna wengine hapo hapa kwa nia zingine zake. Kuna wengine wana mawazo tofauti na yale tunaofanya ya kikristo. Kili isikusumbue, wee, simama ukiwa na hiyo nia yako, just stand with us. Tusimame kama ishara ya kumpa Mungu heshima, na kama mikono yako ni ile ya baraka, naosha kuwatumishi wa Mungu, kama si ya baraka ikae chini. Mungu wetu na baba wetu, watumishi wako hawa uliotupatia wewe, hufanyi makosa. Wewe ni Mungu yule ambaye anajua from beginning to the end. Wewe ni Mungu yule ambaye unaweka utawala kufanya kazi yako kwa niaba yako na mtumishi huyu na mama na familia yake, umewapatia majukumu hayo kwa wakati huu, na tunawapeana kwako Bwana, ukawahifadhi na kuwalinda na kuwatetea, ili waweze kutimiza majukumu ambao umewapa kufanya kwa injili hii. Na Bwana, tunawanenea baraka zako kama vile ulivyomwambia Ibrahimu, yule atakaye kubariki amebarikiwa, yule atakaye kulahani amelaaniwa. Bwana, tunasimama na andiko hilo kwa watumishi wako kwamba wale ambao wataenda kinyume na maneno yako, basi neno hilo lako litimie. Basi tunawabarikisha kwako, ili Bwana ukawape kimbali, ukawape usingizi, ukawape kunia pamoja, ukawape kuongoza nchi hii kwa amani ukawape kuongoza nchi hii kwa hekima. Hawawezi bila wewe, na wawezi bila uongozi wako. Basi waongoze, watimize majukumu ambayo unawapatia kwa nchi yetu. Tunawabarikisha yeye na mke na familia na serikali yake na nchi ya Kenya, tunabarikisha kwako, wanapolala wanapoondoka wanapoamka wa wanaposhinda, Bwana, ukatembee na wao kama mchungaji mkuu wa kondoo na kuwalinda na kuwabariki. Tunawaita wabarikiwa wa Mungu, nasi tunawabariki sasa kama watumishi wako, ukawatendee kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, umiza wapo mkono wa baraka Your president snake excellency za president zugoa about 11. Ningelipenda mabishe program amba zile tuko nazo, tutaendelea baadaye na tumpatie president nafasi aweze kutusalimia. Si hayo ni kweli? tutaendelea, kuna kazi mingi sana lakini nataka tumuka nafasi kwa sababu ametuheshimu. Alikuwa aende pahali pengine na akasema atapitia kwanza hapa, kisha aweze kusafiri na kwenda pahali pahali pengine. Um, leo kwa sababu niko na washirika wote, e, ukikosea tu mimi ndio basa wako mkuu. Hivyo basi sitafanya ile ya kawaida. I want now to invite eh, uh, His Excellency the governor governor. Sasa hili uweze kutualikia rais, kwa sababu wewe ni mtoto wa kanisa hili. Now please uh, do that please. itaongea ingine the fact, wewe ni mtoto imetosha, na Bwana akubariki. Thank you. Bishop, Bishop kutoka Tanzania na asante sana kwa neno ambalo umelitoa. Um, bishops wetu wote tukianzia bishop wa Nairobi, Kimuyu, the newest bishop in town uh, Mairori and congratulations because you're the bishop of the diaspora. Um, na wenyeji ambao mko hapa, rais wetu tunakukaribisha sana na tunakushukuru uh, kwa vile umesimama na sisi wakati wote. This is a beautiful...

a Dandora, mheshimiwa Mofaya kutoka Kayole eh, Central, tuko na mheshimiwa Aaron kutoka Viwandani, tuko na mheshimiwa Dionysius kutoka eh, Gidhurai, tuko na mheshimiwa eh, Mtumishi kutoka Komarok, mheshimiwa Madhu kutoka Dandora.